Naungua, naungua nikiwa mzima. Yani I'm burning, yan naungua nikiwa mzima mzima. Mwone kaamka ameamka, marehemu marehemu kanyanyuka, na marehemu kafa kitambo ujue. Yani hapa ju apa unaweza kapiga kelele hapa. Dada sasa ataka kumshika kuona kama ni mzima kweli au, hawa anarudi <tip> Mama mzima up. Anaungua sasa haraka sana, ibidi amchukue wakampeleka kwenye sinki la maji. Cheki cheki cheki jicho, cheki anaungua, maji yanachemka. Ngoja nikalete barafu. Huyo anaogopa tu, kaamua kukatwa hapo. Mama anaungua, hayo maji yenyewe yamekamata moto. Anasema ngoja walete barafu. Huyo kapanda juu. Yule ambaye kaja na barafu ilibidi kwanza akimbia amchukue mdogo wake wajifiche huko. Cheki cheki nao na shangaa tu, nini tena hiki. Mama yao kashakuwa jini, sauti hizo za ajabu kwelikweli zinasikika. Hawa walikuwa wanahangaika kufungua mlango wapite kwa zile ngazi za ziada. Cheki maji yanavyochemka Eh, maji yamekamata moto. Mpaka sasa kelele zake cheki zinavyotikisa milango, zinaharibu masikio. Kanyamaza huyo, karudi tena chini. Eh, huyu bila maombi huyu, naweza mkajikuta mnakufa nyinyi. Huyo anakuja, anakuja. Yaani hii filamu bwana haifai kabisa kuitazama usiku ukiwa mwenyewe. Mama mama, is with the maggots now. Mama kwa sasa anaoza <laughs> analiwa na mafunza sasa, na mwana huyu aliyekuwa hapa sio mama yao, ameshasema kwamba mama analiwa na mafunza sasa, yeye sio mama yao. Cheki ana mapozi.